Usiku wa manane, dunia ikiwa kimya kabisa, upepo unapita taratibu juu ya paa la nyumba yako, alafu ghafla unasikia sauti ndogo isiyokuwa ya kawaida. Watu wengi huwa hawajui, lakini naomba nikwambie, choo ni lango lenye nguvu kubwa ya kiroho. Chooni ni mahali ambapo roho chafu, mizimu na wachawi huwa wanapenda zaidi kufanya kazi zao za giza. Na ndio maana kuna muda ukisikia harufu ya ajabu chooni, au maji yanamwagika, halafu hakuna mtu yoyote anayemwaga maji, usifikiri ni kawaida. Inawezekana huwa ni mlango umefunguliwa, ni mlango wa ulimwengu wa chini, yani mahali ambapo wachawi wanaingia na kumvamia mtu kwa kupitia kitu cha kawaida kabisa ambacho ni choo watu wengi wamepoteza afya zao nyota zao na hata akili zao bila kujua kuwa chanzo kilikuwa ni sehemu ndogo tu ya nyumba ambayo ni choo. Naomba unisikilize kwa makini. Kwenye ulimwengu wa kiroho, kila sehemu ya nyumba yako huwa imebeba nishati ya tofauti. Sebuleni huwa ni lango la mawasiliano, chumba chako cha kulala huwa ni lango la ndoto, lakini chooni ndicho lango kuu la nishati za chini. Yaani ni mahali ambapo miili hutupa taka, lakini pia roho chafu huwa inatumia sehemu hiyo kama vifaa vya kuunganisha nguvu zao. Na ninaomba nikupe siri hii, wachawi wanapotaka kumvamia wa mtu kiroho, huwa hawaanzi na damu wala ndoto huwa wanaanza na chooni, kwa sababu chooni ndipo panapopitisha takataka zote zinazotoka mwilini mwetu. Kwa hiyo mchawi anapotumia choo ni kama vile anaingia moja kwa moja kwenye mfumo wako wa nishati. Unaweza kuwa unajiuliza, hawa wachawi huwa wanafanya fanyaje ili kuweza kumvamia mtu kiroho kwa kupitia choo? Naomba nikwambie, wachawi huwa hawaji na mabawa wala hawapigi makelele huwa wanajua kutumia vitu vidogo unavyovitupa chooni kama lango la kuweza kukufikia, yaani vile vitu vinavyoachana na mwili wako kule chooni, wachawi ndio wanavitumia katika kukuvamia wewe. Kitu cha kwanza kabisa wanachotumia ni maji ya mwili, kwa mfano mkojo damu au matapishi. Huwa wanatumia kufuatilia nguvu zako, na roho zao zinaweza kuona njia ya kurudi kwako kwa kupitia hayo maji, kwa sababu bado yana alama ya nishati ya maisha yako. Na ndio maana kama umewahi kunifuatilia katika video zangu za nyuma, video zote zile ambazo ninafundisha namna ya kusafisha nyota yako au kujisafisha mwili wako, huwa sishauri mtu aogee chooni huwa ninashauri mtu akaogee bafuni. Chooni sio sehemu salama. Na pia hawa wachawi huwa wanatumia nyuzi, nywele au sabuni unazozitumia chooni. Mtu akikusanya nywele zako au povu la sabuni ulilotumia kuoga akalitupa kwenye choo au akachukua maji ya chooni, basi tayari tambua kwamba amefungua lango la kuingia kwenye nyota yako. Na pia wachawi wanaweza kutumia choo kuwaita watu. Ukishawahi kukaa usiku wa manane afu ukasikia mtu anakuita, yaani unasikia sauti inaita jina lako lakini hujui inatokea wapi, huwa ipo hivyo. Kuna wachawi huwa wanatumia choo kama sehemu ya mlango wa kutuma roho zao Wanapoliita jina la mtu wakiwa kwenye choo chenye nguvu ya kiuchawi, ile sauti yao huwa inapenya kwenye anga la roho na kumfikia mtu huyo akiwa amelala. Na ndio maana kuna watu wa wanajikuta wanapatwa na hofu ya ghafla usiku, yaani kana kwamba kuna mtu anawatazama. Kumbe hiyo ni roho ya mchawi ipo safarini kutoka chooni. Na mara nyingi wachawi wanapokuwa wamefanikiwa kulifungua hilo lango unakuta mtu anaanza kuota anaenda chooni au anajisaidia au anashindwa kujizuia haja. Sasa ukiota hizo ndoto, tambua kwamba hizo sio ndoto za kawaida, ni ishara ya kwamba mwili wako wa kiroho tayari unavamiwa kwa kupitia lango la uchafu. Sasa unaweza ukawa unajiuliza Je, nitajuaje kama mimi tayari lango langu limeshafunguliwa kwa kupitia choo changu? naomba unisikilize kwa makini sana. Zipo dalili za wazi kabisa, utaziona. Dalili ya kwanza kabisa ni kusikia harufu mbaya isiyo ya kawaida chooni, hata kama chooni kisafi, hata kama umeweka manukato ya aina gani. Hili tatizo huwa linawasumbua watu wengi sana. Unakuta mtu analalamika, jamani, mbona chooni kwangu harufu mbaya haiishi? Ananunua marashi ya kila aina, anajitahidi usafi, lakini harufu haiishi. Tambua kwamba hiyo sio dalili ya kawaida, ni dalili kwamba kuna mashambulizi ya kiroho yamefanyika kwa kupitia choo chako. Dalili ya pili ni kusikia maji yanadondoka hasa nyakati za usiku, lakini maji hayo hujui yanatoka wapi na ni nani, nani anayeyadondosha. Kama umelala usiku na hapa hasa nawaongelea wale wenye self contain, wenye master room. Usiku umelala unasikia matone ya maji yanadondoka chooni, na ukienda chooni huoni sehemu yoyote ile inayovuja maji lakini ukirudi tu kulala unasikia tena maji yanadondoka. Hiyo ni ishara ya kwamba umepata uvamizi kwa kupitia choo chako. Endelea kunisikiliza, nitakwambia nini unatakiwa kufanya. Dalili nyingine, utaanza kuona nyoka, buibui au konokono wanajitokeza karibu na choo chako mara kwa mara wakati huko nyuma haijawahi kuwa hivyo. Ishara hii watu wengi huwa wanaichukulia poa sana, na kuona kwamba kumwona nyoka chooni au kumwona konokono ni kitu cha kawaida. Lakini naomba nikuambie, kama haijawahi kuwa hivyo hapo nyuma katika nyumba yako lakini ghafla umeanza kuona nyoka wanaandama sana chooni kwako, buibui, konokono au hata panya, tambua kwamba kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kinaendelea, na pia ni ishara kwamba lango lako la kiroho limefunguliwa chooni kwako. Dalili nyingine ni kuanza kupata ndoto za mara kwa mara, ndoto za kuoga, unajisaidia au unaona choo. Ndoto za hivyo sio za kawaida na hutakiwi kuzichukulia poa. Dalili nyingine ni kuanza kuumwa na tumbo bila sababu, kichefuchefu au maumivu ya mgongo kila inapofika usiku, na hata ukienda hospitali haupati ufumbuzi na wala hujui ni nini kinakusumbua. Ukiona hivyo, tambua kwamba tayari kuna uvamizi wa kiroho umefanyika kwa kupitia choo chako. Na wakati mwingine mtu ukienda chooni unasikia kama vile kuna macho yanakutazama, au kuna mtu somewhere anakuangalia au anakuchungulia. Unaweza ukahisi labda hiyo inahusiana na uoga, lakini my dear, ziamini sana hisia zako za ndani, amini machari yako ya ndani, hizo instincts mara nyingi huwa ni za kweli. Hizi zote ni dalili za nguvu za giza zinazoingia kwa kupitia lango la choo chako roho hizo za giza huwa zinavuta nishati yako kidogo kidogo, na ndizo unazoziona kama vile uchovu usiokuwa na sababu, hasira, huzuni au kukosa mwelekeo wa maisha. Sasa hapo tayari unaanza kuona impact katika maisha yako. Kama wewe ni mfanya biashara, utaanza kuona biashara zako haziendi, pesa haikai ndani, yani kila kitu cha kimaendeleo kinasimama, na ndani ya nyumba amani inatoweka. Wewe mwenyewe mwili wako unakuwa hauna raha, yani huzuni zinakutawala, hasira, amani inatoweka kabisa. Katika nguvu za kiulimwengu, choo huwe kinaunganishwa na ardhi ya chini Yani ulimwengu wa mizimu na maji yanayopita humo, yaani maji yanayopita chooni huwa yanabeba taarifa za maisha yako na kuyapeleka kwenye ardhi. Situ tunaelewana na ndio maana ni hatari sana mtu ambaye anaenda kuogea chooni kwa ajili ya kusafisha nyota yake. Yani ni kama vile unakuwa una unautumia ulimwengu wa giza, taarifa zako zote, details zako zote. Ndio maana mimi kauli yangu ya kila siku huwa ninawaambia na sitaacha kuwaambia, usipende kuogea chooni. Wachawi huwa wanachukua hayo maji, alafu wanafanya connection, yani wanaunganisha kati ya nishati zako pamoja na roho za kuzimu. Yani kwao choo ni kama antena ya ulimwengu wa giza, na ndio maana wachawi wengi wanapofanya tambiko Huwa wanaanza kwa kusafisha choo cha mtu anayetaka kumloga au kumdhuru. Na kusafisha kwao sio kwa sabuni, bali kwa kutumia dawa za kufungua mlango wa kiroho. Baada ya hapo, wanaweka dawa zao, vidonge vya kichawi au kutema mate yao humo, na kuanzia hapo, mtu anaanza kushikwa kiroho bila hata kuguswa. Nyota yako inachafuliwa kila kitu katika maisha yako kinaanza kuharibika. Zile nguvu zilizopo katika nyota yako wanazichukua na wanaanza kuzitumia wao. Kwa hiyo, ghafla utaanza kuona unatetereka kiuchumi, kila unachokifanya hakifanikiwi. Na kama ukiwa unaendelea kuoga chooni, ukiwa unajifariji kwamba nina, nina nasafisha nyota yangu, eidha kwa kuogea maji ya chumvi, lakini unaogea chooni, maidia hautopata matokeo kamwe. Sasa, mpaka hapa unaweza ukawa unajiuliza Je, yeah, nifanye nini ili niweze kujilinda nisipate uvamizi kwa kupitia choo changu mwenyewe. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kumbuka kwamba mimi siko hapa kukutisha au kukupa hofu. Kazi yangu ni kukupa elimu ya kiroho na kuufungua ufahamu wako ambao umefungwa kwa miaka mingi. Watu wengi wamekuwa wakiishi gizani na hawajawahi kuambiwa hizi siri. Leo universe inazungumza na wewe kwa uwazi kabisa, na hii video haijaja kwako kwa kwa mbaya. Huwa ipo hivi, nguvu za giza hazina mamlaka kwa mtu anayejilinda au anayetunza nguvu zake vizuri. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kusafisha choo chako kiroho, sio kimwili pekee. Yaani huo usafi unaofanya kila siku kwa kutumia sabuni ya unga pamoja na dawa, sijui na marashi na maji, hautoshi. Unatakiwa kutumia chumvi ya mawe maji ya limao, au kama ukikosa limao unaweza ukatumia ndimu au white vinegar, angalau mara moja kwa wiki. Vitu hivi huwa vinaondoa negative energy zilizonasa chooni kwako. Kwa hiyo endelea na usafi unaofanya kila siku chooni kwako, lakini hakikisha angalau mara moja kwa wiki uwe unatumia hivi vitu ili kuweza kuondoa negative energy zinazong'ang'ania chooni kwako, na hakikisha unasafisha kila kona. Kitu cha pili Hakikisha choo chako kina mwanga wa kutosha muda wote, na watu wengi huwa wanapuuzia hiki kitu. Jamani, naomba niwaambie negative energy au nguvu mbaya huwa zinatawala mahali palipo na giza. Kwa hiyo hakikisha unaweka taa yenye mwanga wa kutosha, na wakati wa mchana hakikisha kuna madirisha au kuna dirisha ambalo lina uwezo wa kupitisha mwanga ndani ya choo chako. Watu wengi huwa wanaminya sana vidirisha vya chooni, sio vibaya, lakini hakikisha at least kunakuwa na mwanga unaoweza kupenetrate ndani ya choo chako. Na pia hakikisha hakuna maji yanayotuama bila sababu chooni kwako, yaani katika ile sakafu ya chooni kwako, hakikisha muda wote inakuwa kavu, kusiwe na maji maji yanayotuama muda wote. Maji huwa ni silaha kubwa sana ya kiroho, na watu hawajui, wa maji yana uwezo wa kufyonza negative energy, na yoyote yule atakayeyagusa hayo maji ana uwezo wa kudhurika na chochote kile ambacho kimeingia katika hayo maji. Na pia unapoenda chooni, jitahidi sana kuwa makini na vitu hivi jamani, kuwa makini sana na vitu hivi hapa Usitupe ovyo nywele, damu au takataka yote ile inayotoka ndani ya mwili wako. Vitu hivi huwa vina connection kubwa sana na roho yako, hasa kama ukivitupa chooni, basi hakikisha una viflash kabisa kabisa visionekane, na si una vitupatupa tu hovyo vinabaki juu ya sinki au kwenye sakafu ile ya chooni. Hapana, make sure una viflash vinaondoka kabisa na baada ya kuviflash unaweza kumwagia chumvi ya mawe ili kuongezea ulinzi. Na pia kitu kingine unachoweza kufanya ni kuweka maji yenye chumvi ya mawe, aidha dirishani mwa chooni kwako au katika pembe ya chooni kwako. Haya maji yanasaidia kutengeneza mtetemo wa positive energy na kufyonza negative energy yoyote ile ambayo inaingia ndani ya choo chako. Kitu kingine, epuka kuogea chooni. Hili huwa nalisema kila siku, chooni sio mahali pa kuogea. Na pia epuka kuweka maji yanayokaa wazi muda mrefu chooni. Kuna system watu huwa wanajiwekea ya kuweka ndoo yenye maji chooni, hiyo system sio nzuri. Ni vizuri ukatengeneza mfumo wa bomba, yaani ukitaka kuingia chooni na ukataka kutumia maji, basi unafungulia kwenye bomba ndipo unayotumia yale maji, lakini maji ambayo tayari yamekaa kwenye ndoo na yamekaa kwa muda mrefu, kamwe usipende ukiyatumia hayo maji. Mara nyingi hayo maji yanakuwa yamefyonza negative energy, na pia yanaweza kuwa yamefanyiwa connection na nguvu za giza bila wewe mwenyewe kujua, na ukija kuyatumia hayo maji unajiingiza katika connection ya nguvu za giza. Na katika hili naomba niwashauri ukienda sehemu yoyote ile, aidha ugenini au katika choo cha kulipia, ukakuta maji hapo chooni yani yameshakaa muda mrefu, mwaga kwanza, kisha weka maji yako mengine, ndipo yatumie yale maji. huwezi kujua yamebeba energy gani. Watu wengi wamebeba nguvu mbaya mwilini mwao kwa staili hii hapa. Kwa hiyo, be very careful, unapoingia chooni, hakikisha unatumia maji fresh na ninaomba nikufichulie siri hii. Siku zote wachawi huwa hawana nguvu juu ya mtu anayejua uchawi huwa unapata nguvu pale tu ambapo kuna ujinga au uoga fulani. Kwa hiyo basi, kitendo tu cha wewe kujua kwamba choo kinaweza kuwa lango la nguvu za giza kuweza kukuvamia, hiyo tayari ni hatua ya kwanza ya kujilinda. Yani tayari wewe uko awea. Kwa hiyo kinachofuata baada ya hapo ni kwamba hautakuwa na woga au wasiwasi wowote, kwa sababu unajua ni nini unatakiwa kufanya na nini utakiwi kufanya. Naomba nikutie moyo wewe, wewe unayetazama video hii siogope, tambua kwamba hakuna nguvu yoyote ya giza inayoweza kushinda roho yenye mwanga. Kwa hiyo kujua tu huwa ni hatua ya kwanza ya ulinzi, na kwa kutazama video hii tayari umeshafungua macho ya roho yako, na kuanzia leo utakitazama choo chako katika jicho la tofauti kabisa. Kama umefika katika video hii na unaitazama Tambua kwamba haujaja hapa kwa bahati mbaya. Roho yako imevutwa na nuru ya ukweli. Kuna kitu ndani yako kinachohitaji kujua kwamba mahali unapoishi unapoenda hata choo unachotumia vinaunganika moja kwa moja na maisha yako ya kiroho. Wapo watu wengi tu ambao wameona video hii wakaipita, lakini wewe ukaitazama ni kwa sababu ulimwengu wa kiroho ulikupangia ujue siri hii leo. Inawezekana ulikuwa unajiuliza sana, ni kwa nini nyumbani kwako huzuni imetawala, ni kwa nini unaota ndoto mbaya kwa nini kila siku usiku unaamka ukiwa na hofu, unakosa amani? Na sasa umefika mahali sahihi. Universe imekupatia majibu. Usiishi kwa woga, bali kwa ufahamu, kwa sababu wachawi huwa wanaogopa mtu anayejua siri zao, na wewe tayari unazijua. Sasa wewe ni mtu ambaye unajua, usiogope. Narudia tena, Usiogope. mwanga wako umeamka, fahamu zako tayari zimefunguka, umeitikia mwito wa roho yako. Nakumbuka kwamba nuru huwa haipotei gizani, bali huwa inaangaza zaidi. Na kama utajisikia roho yako imeguswa basi tambua kwamba huu ulikuwa mwito wako wa kiroho. Universe imekupa ujumbe kwa kupitia video hii, na sasa unajua jinsi ya kulinda maisha yako, nyumba yako, pamoja na nguvu zako za ndani. Wewe unayetazama video hii, ndio wewe hapo. Umevumilia mengi, umeanguka, umeumia, ukalia kimya, lakini bado upo hapa kutafuta tumaini lako. Hiyo pekee yake ni ishara kwamba wewe ni mshindi. Kuna nguvu kubwa sana ndani yako, nguvu ambayo haikubali kushindwa, haikubali kukata tamaa. Wapo ambao hawakuamini, wamekukatia tamaa, wengine walikucheka, lakini universe haijakusahau. Kila machozi uliyoyamwaga yatageuka kuwa machozi ya furaha. Unajua nini? Kila kitu unachopitia hakikutokea kukuvunja moyo, bali kukujenga, na kila jaribu linakuandaa. Kila hofu unayoipata ni somo kwako, na kila pigo lilikuwa ni tangazo la baraka inayokuja. Kwa hiyo, tarajia baraka kumiminika katika maisha yako. Wewe sio wa bahati mbaya hapa duniani. Haujaja kwa bahati nasibu maidia, umekuja kwa kusudi maalum. Umeandikwa kwenye ulimwengu huu kama mshindi. Umebeba nuru ya kipekee, nuru ambayo giza haiwezi kuzima. Na kuna wakati unaweza kujisikia kama mpweke ndani yako, lakini kumbuka, kama watu wakiondoka, universe bado ipo kwa ajili yako. Roho yako inasikia sauti ya universe ikisema, endelea kusonga mbele, haujaumbiwa kushindwa. Wewe ni mshindi hapa duniani. Na kama usiogope, hakuna uchawi unaoweza kufuta baraka iliyoandikwa juu yako. Hakuna giza linaloweza kuizima roho yenye nuru ya kweli. Na hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kuzuia mtu aliyepangiwa ushinda na haya yote yatatimia pale tu utakapotambua nguvu zilizopo ndani yako na kujiamini kwa kupitia nguvu hizo. Watu wengi huwa hamjiamini, na ndio maana nguvu zilizopo ndani yenu hazifanyi kazi tena. Acha kuwa mnyonge, acha kuwa na hofu, jiamini. Wewe ni mshindi. Kwa Waislamu huwa tunasema insha allah, na kwa Wakristo huwa tunasema kwa jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha unasubscribe ili video zinazofuata zisije kukupita. Asante sana.